Mambo ishirini usiyoyajua kuhusu sikukuu ya Pasaka. Pasaka ni moja ya sikukuu muhimu zaidi za Kikristo, ikiwa ni kumbukumbu ya ufufuko wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Licha ya umaarufu wake, kuna mambo mengi ya kuvutia na yasiyojulikana sana kuhusu Pasaka.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 Jambo la kwanza: asili ya neno Pasaka. Jina Pasaka linatokana na maneno ya kiebrania pesach, ambayo yanahusiana na sikukuu ya Wayahudi inayoadhimisha ukombozi wao kutoka utumwani Misri. Kwa Kiingereza, neno Easter linahusishwa na mungu wa Anglosaxon aitwaye Eostre. Jambo la pili: tarehe ya Pasaka hubadilika kila mwaka. Tarehe ya Pasaka hutegemea kalenda ya mwezi. Huadhimishwa Jumapili ya kwanza baada ya mwezi mpevu unaofuata siku ya Machi ishirini na moja au siku ya mchanga wa majira ya kuchipua. Jambo la tatu: msimu wa Kwaresima msimu wa Kwaresima unaoanza Jumatano ya Majivu na kudumu kwa siku arobaini ni maandalizi ya Pasaka. Wakati huu waumini wengi hujizuia kula vyakula fulani kama ishara ya toba. Jambo la nne, Pasaka na majira ya kipagani hapo awali mila za kipagani zilitumia mayai na sungura kama ishara za uzazi na uhai mpya, na tamaduni hizi ziliunganishwa na Pasaka. Jambo la tano: sungura wa Pasaka. Sungura wa Pasaka, yaani Easter Bunny, alianza kama mila ya Kijerumani. Watoto waliambiwa kuwa sungura huyo aliweka mayai yaliyopambwa kwa ajili yao. Jambo la sita: mayai ya Pasaka. Mayai ya Pasaka yaliyoanza kama ishara za uzazi na mwanzo mpya, sasa yamekuwa sehemu muhimu ya sherehe, mara nyingi katika mfumo wa chokoleti. Jambo la saba, Pasaka nchini Ethiopia. Nchini Ethiopia Pasaka inaitwa Faska na inaambatana na siku 55 za kufunga kabla ya sikukuu yenyewe. Jambo la nane, Pasaka husherekewa tofauti duniani. Nchini Ufilipino kuna maigizo ya hadithi ya mateso ya Yesu. Huku nchini Finlandi watoto huvaa mavazi ya wachawi kama sehemu ya sherehe. Jambo la tisa, nyimbo za Pasaka. Nyimbo za Pasaka ni sehemu muhimu ya sherehe katika makanisa, zikihimiza matumaini na furaha ya ufufuko. Jambo la kumi, michezo ya Pasaka kupigana mayai yaani egg tapping ni mchezo maarufu wa Pasaka katika nchi mbalimbali hasa Ulaya. Jambo la kumi na moja, mavazi ya Pasaka. Katika karne za nyuma watu walivaa mavazi mapya kwenye Pasaka kama alama ya mwanzo mpya na baraka. Jambo la kumi na mbili, ulimwengu wa biashara wa Pasaka pasaka ni msimu mkubwa wa biashara hasa kwa bidhaa za chokoleti na zawadi za watoto jambo la kumi na tatu mayai ya dhahabu katika historia baadhi ya familia tajiri zilikuwa zikitoa zawadi za mayai yaliyotengenezwa kwa dhahabu na vitu vya thamani jambo la kumi na nne, simboli za maua ya pasaka maua asa lili jeupe yanawakilisha usafi na ufufuo na ni maarufu katika mapambo ya Pasaka. jambo la 15 jiji la Pasaka nchini Marekani, kuna mji mdogo uitwao Easter, ambapo huandaa sherehe maalum kila mwaka. jambo la 16 Pasaka na harakati za haki Pasaka imetumika mara kwa mara kama muda wa harakati za haki za kijamii ikiwemo hotuba maarufu za matumaini. Jambo la kumi na saba: rekodi ya kula mayai ya Pasaka. Rekodi ya kula mayai mengi ya Pasaka kwa wakati mmoja ilivunjwa na mtu aliyekula zaidi ya mayai sitini ya chokoleti kwa dakika. Jambo la kumi na nane Hifadhi za mayai ya Pasaka. Mayai ya Pasaka yaliyopambwa kwa sanaa za kale yamehifadhiwa katika majumba ya makumbusho. Jambo la kumi na tisa: Pasaka na tamaduni za kipekee. Katika baadhi ya nchi kama Bulgaria, watu hupambana kwa kurusha mayai yenye ganda gumu ili kusherehekea nguvu ya maisha mapya. Jambo la ishirini: kumbukumbu kumbu ya ufufuo. Zaidi ya yote, Pasaka ni wakati wa kutafakari juu ya maana ya kiroho ya ufufuo, ambao ni kiini cha imani ya Kikristo. Pasaka siyo tu sherehe ya kidini, bali ni mchanganyiko wa historia, tamaduni na mila ambazo zimekuza mshikamano na shangwe kwa vizazi vingi.